Kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Yeye aniaminiye mimi haniamini mimi, bali yeye aliyenipeleka, naye anitazamaye mimi amtazama yeye aliyenipeleka. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike utakalo lifanyike duniani kama biguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu, kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utupoe maovuni. Amina. Tena, tazama, jamaa yako Elizabeti, naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa sita kwake yeye aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Basi, Mariamu akaondoka siku hizo, akaenda hata nchi ya milimani kwa haraka mpaka mji mmoja wa Yuda, akaingia nyumbani kwa Zakaria akamwamkia Elisabeti. Ikawa Elisabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake; Elisabeti akajazwa Roho Mtakatifu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Akapaza sauti kwa nguvu akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake, naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Limenitokeaje neno hili hata mama wa Bwana wangu anijilie mimi? Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe Ume. Umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Maana sauti ya kuamkia kwako ilipoingia masikioni mwangu kitoto kichanga kikaruka kwa shangwe ndani ya tumbo langu. Naye heri aliyesadiki; kwa maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Mariamu akasema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana, na roho yangu imemfurahia Mungu, Mwokozi wangu; kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana, tazama, tokea sasa vizazi vyote wananiita mbarikiwa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 hudumu vizazi hata vizazi kwa hao wanaomcha. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Amefanya nguvu kwa mkono wake, amewatawanya walio na kiburi katika mawazo ya mioyo yao, amewaangusha wakuu katika viti vyao vya enzi, na wanyonge amewakweza. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Wenye njaa amewashibisha mema, na wenye mali amewaondoa mikono mitupu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Amemsaidia Israeli, mtumishi wake, ili kukumbuka rehema zake, kama alivyowaambia baba zetu, Ibrahimu na uzao wake hata milele.